Eh, uh, jinsi ya kulingania uh, jinsi ya kulingania. Maana kulingania kwa hikima, wala sio kwa matusi. Kuna baadhi ya watu wakianza kulingania yani mashambulizi 160 au unamaliza kile kisani 180 ndio anaanza hapo. Hey, yani unaanza tu unashambulia. Gari inapoanza inaanza kutoka kidogo, lakini wewe utakaoanza na 180 utaweza kabisa. Wallahi hiyo dawa itafeli siku hiyo ya mwanzo, na ndio kwaheri dawa hapo, ushamaliza dawa na haipo tena

kufundisha ndio maana da dawa salafia, kufundisha. Fundisheni kufundisha, watu wanaelewa. Na katika huko kufundisha, sasa kuna watu sasa, kweli wanafundisha dai, kweli wanafundisha, lakini huko kufundisha adhabu, yani wale wanaofundishwa ni adhabu. Ukichelewa kidogo tu, yani mtu na akili zake timamu, mzee, mtu weze, mumechelewa, siku nyingine usirudie Mzee mtu mzima apigwa mkwana, sasa mzee kesho atakuja kweli? Haji, wallahi haji. Au mzee anakuja, lakini bahati mbaya labda mwanamke kamkeleka safari yeye. We mzee, pona mke haji, toka na wewe usije, kwa sababu mjiko haji toka. Au labda mke hasomi, yeye ndio anasoma toka. Au mke anasoma, mzee hasomi we, we mama fulani, mume yuko wapi? Hayupo hapa, toka. Yaani mume yake hasomi, anasoma mke, mume hasomi kwa toka na wewe. Kwa nini msije yote kusoma wewe, wewe umeona wapi dawa hiyo wapi umeona katika sisi kulingania nini madua nazungumza na haja asa na, na, nini madua? katika kulingania kuna watu lazima watasoma kuna wengine hawatosoma lakini masalafia na wamekubali dawa salafia hawatosoma hata ufanyije piga uwa hawasomi utafukuza wote toka wewe utaikusoma, kusoma toka Msikitini hapa. Wewe toka. Salafi gani hutaki kusoma? Toka. Uliona wapi Mtume alifukuza mtu kwa sababu hataki kusoma? Wapi sheikh? Wapi uliona wapi? Subhanallah al-Azim. Ah, matatizo mwenye dawa muwache. Kwa hiyo, jamaa, tuache tabia hizi. Hizi tabia ziko kwa baadhi ya maduati. Sawa. Ziko baadhi ya maduati. Inawezekana wengine wako huko. Inawezekana wallahu a'alam. Kwa hiyo tuache, bwana, mambo haya tuache. Dawa inahitaji rahma. Kuna watu wengine watachangia tu dawa, watakubali dawa, ukiwaelekeza wanaelekezeka, hana shida yoyote. Shida yake ni kukaa darasani na yeye ah, na kitabu hivi hawezi shemi. Mtu mzima siwezi. Ah, basi wewe mzee bwana khalas, wewe changia unachoweza, watoto waje wasome. Alhamdulillah naelewa khalisi khairu takaliza, lazima yeye na kitabu hata kama anataka haoni yeye anaona ndio nyota. Lakini yeye niko nasoma mwa kwa shehe wangu amefika <laughs> wapi? Babu anza <laughs> kushangaa. Hapa ko lazima mue makini, hii dawa inahitaji huruma. Waoneeni watu huruma, sawa so? ni watu huruma. Kwa hiyo kaifiyati dawa, kaifiyati dawa vile na mustalahati. Kuna baadhi ya watu mustalahati, zingine ukiwaambia, baadhi ya lugha ukizitumia matusi, kijana katutukana, mmemleta dai kaja katutukana hapa wewe umeongea maneno kule kwenye miji yetu mingine ni kawaida, lakini kwenye hiyo miji ya wengine ni matusi. kutamka hayo maneno wakati mwingine kutamka haya maneno kwa baadhi ya watu shehe ni aibu. Sasa usilazimishe, kwani tumesema alisema wazi, na kwani ukitumia kinaya wanaotumia wao hawaelewi, wanaelewa. Sasa nataka nini? Sasa kwa lazima wewe utamke hivyo unavyotaka wewe. We, vipi wewe? situmia kinaya wanaotumia wataelewa sasa wewe una matatizo dai, ni ni tabibu atakana atibu watu wagonjwa. Sasa tabibu huyo huyo anaanza kugombana na wagonjwa. Kuna daktari anagombana na mgonjwa? Daktari hata mgonjwa mkali, vipi, apiga gombani na yeye? Anatafuta namna ya kumtibu, ampige sindano, atulie, ndio dai. Sasa yeye tena dai anataka uhangaike na nani? e eh, Abdulkarim, utaka uhangaike na, na wagonjwa wako vita

kuwa na ilmu ya kitabu na sunna ndiyo makusudio ya dalili za kisheria. Fainahu kadhalika madlulu al-uquli sariha allati laysa fiha shubuhat wala shahawati, hivyo hivyo ndivyo makusudio ya dalili ambayo iko wazi kabisa isiyokuwa na shaka isiyokuwa na matatizo ambayo haina shubuha wala shahawa haina matamanio wala shubuha zozote. Lianaka kaifa tad'u ila Allah azza wa jalla wa anta la ta'lamu at-tariqa al-musila ilayhi sababu vipi utalingania na wewe hujui njia na ukulifikisha huko katika kulingania? Wa idha kunta la taarif shariathu fakaifa yasihu an takuna daia, ikiwa hujui sheria yake uta utakuwaje daia? njia ya kulingania hujui, ilmu hujui, sasa utakuwaje daia? Fa idha lam yakun insanu dha ilmin fa innal aula bihi an yataallama awwalan, ikiwa mtu hana ilmu ilmu ya mambo yote matatu ilmu yenyewe ya maalumati kujua hali za wanaolinganiwa na jinsi ya kulingania. Ikiwa huna ilmu ya mambo haya matatu, ni aula wewe usome kwanza mambo haya, thumma yad'u thania, kisha baada ya hapo alinganie. Qad yaqulu qa'ilun, mtu anaweza akasema, hal qauluka hadha yu'aridu qawla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam balighu anni walau aya. Je, hiyo inapingana na kauli ya mtume alivyosema, balighu anni walau aya, fikisheni kutoka kwangu, walau aya. Faljawabu, la

Bima la yaalamu na sizungumze yale ambayo hayajui. Nami shekhu, na kishana mmoja katika jamaa Tabligh akasema balighu anni walau aya, fikisheni kutoka kwangu walau aya moja. Akasema hii ni dalili kwamba hakuna ulazima wa kusoma. Kwa hiyo unakuwa na ilmu, halafu katika ilmu yako sasa, usikae tu hivi hivi bila kufikisha, fikisha walau aya moja. Lakini tayari una ilmu hadha huwa al-maqsud. Shubha hiyo inaondoka, sawa, eh?